Leo tena kama sehemu ya kukagua miradi inayoendelea mkoani Iringa, nimekuja kutembelea mradi huu wa ujenzi wa barabara kupitia programu ya RISE ambayo inahusisha miundombinu inayoenda kwenye maeneo ya uzalishaji mkubwa wa vyakula na mazao ya biashara. Mradi huu ni wa kutoka eneo hili linaloitwa Wenda, hapa barabara kuu ya Tanzam ya Tanzania kutoka Dar es Salaam hadi Zambia naunganisha hapa eneo la Wenda kuelekea kijiji cha Mgama ambako maeneo hayo yana uzalishaji wa mazao ya vyakula na kuna makazi ya watu wengi. Kwa hiyo barabara hii ina urefu wa kilomita kumi na na tisa na inagharimu shilingi bilioni ishirini na tisa na karibia bilioni thelathini. Eh, maendeleo ya mradi nimepitia, naona inakwenda, imekwenda vizuri na kwa kiasi kikubwa wameshakamilisha E, sehemu ya kazi kubwa kabisa zile za muhimu zimesha kamilika, barabara inaweza kupitika na gari lolote madaraja yamekamilika. E, ni vitu vidogo, vidogo vidogo vya ukamilishaji ambavyo haviathiri matumizi yake ambayo mpaka sasa ina, inatumika barabara hii. Kwa hiyo wame wamejitahidi na kama mtakumbuka mkandarasi kipindi cha nyuma alikuwa amechelewa chelewa zile kazi, lakini tuliweza kubanana naye tukasimama pamoja, ameweza kwenda na kuweza kuona mradi huu sasa unakamilika uweze kutumika kwa malengo yaliyokuwa yamepangwa. Sisi e, e, Ofisi ya Rais Tamisemi e, na kwa niaba ya mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais Tamisemi, Mheshimiwa e, Mohamed Mchengerwa, makandarasi ambao hawatekelezi kazi kwa wakati. Kwa wakati kweli, hilo amelisisitiza sana mheshimiwa waziri kwamba wahakishe kwamba wanalistiwa kwa tunawalist, na wasipate kazi tena zingine kwa hiyo sasa tunasisitiza sana makandarasi ambao wanapewa hizi kazi wazifanye kwa ubora, wazikamilishe kwa wakati, kwa sababu wamekuwa wakichelewesha huduma kwa wananchi. Pesa zinakuwa zipo. Kwa mfano, hizi ni fedha ambazo tuna hawa washirika wa, wa maendeleo, ni pesa ipo, tunamlipa kila wakati akiomba tu, tunamlipa. Lakini anakuwa anachelewesha kazi, nakwa ni uzembe wake. Kwa hii tunasisitiza sana kwa sababu mradi bado unaendelea wa RISE umefanyika hapa Iringa, lakini ita, kuna mikoa ya Tanga, kuna mikoa ya Geita, bado RISE inaendelea ambayo itakuwa na barabara kama hizi zinazoenda kwenye mambo ya uzalishaji mkubwa. E, na kuna miradi mingine mingi ya tactic mingine inakuja hapa ile ya miji ushindanishi wa miji miji 45 hapa nchini ambayo inapitia kwenye huo mradi wa Tanzania Cities Transforming Project tactic na hapa Iringa kuna huo mradi. Kwa hiyo tunasisitiza sana makandarasi wafanye kazi kwa ubora. Na hata wenzetu wanaosimamia walioko kwa site, makonsultant tunaowaajiri na taasisi yetu ya TARURA wakala wa barabara za mijini na vijijini wasimamie kwa karibu sana kuhakikisha kwamba mkandarasi anafanya kazi eh, kwa ubora na kutimiliza kwa, kwa wakati. Lakini pia niombe la mwisho kwamba barabara hizi zinavyokamilika eh, kuna wezetu wa...